Namna ya kipekee, baraza la michezo la taifa, tutaendelea kusapoti mchezo wa pool. Watakapohitaji mahitaji yote, tutawapatia kwa kadri tunavyoweza. Tutaendelea kuunganisha na wafadhili mbalimbali na wadhamini mbalimbali, ili waweze kuwasapoti, wapate mahitaji yao ya msingi katika kuendeleza mchezo huu kubwa zaidi katika mashindano haya ndio msingi sahihi ambao tunaotumia kupata timu ya taifa. Niombe washiriki wote wana michezo, wale watakaobahatika kuchaguliwa kuunda timu yetu ya taifa watangulize uzalendo mbele, wakapeperusha bendera ya taifa letu, wakiwa na nia ya dhati ya kwenda kushinda na kutuletea medali. Sisi kama walezi wao tutaendelea kuwasapoti na kuwasaidia, lakini kubwa zaidi tunaomba viongozi e, wa, wa mchezo wa pool Tanzania, iwapo watakutana na tatizo lolote lile katika uendeshaji wa chama hiki au mchezo huu wasisite kuwasiliana na baraza la michezo la taifa. Sisi kwa niaba ya serikali tuko tayari kuwasaidia na kuhakikisha kwa kwamba mchezo wa pool unakuwa ni mmoja ya michezo mikubwa katika nchi hii, na idadi kubwa ya watu watashiriki na kuweza kutengeneza timu zilizo bora na kuwajengea kipato kwa ajili ya kukuza uchumi wa mtu binafsi na, uchuzu, na uchumi wa kitaifa, lakini pia kuweza kututangaza nchi yetu katika medani za kimataifa. Mashindano haya yana kategori yana, yana tatu: kategori ya wanawake, kategori ya wanaume, mchezaji mmoja mmoja alafu pia kuna timu, lakini kuna wale ambao tunawaita malijendi, kwa sababu walikuwa wakongwe wa muda mrefu kwenye pulu, na wao tumewawekea kwenye, kwenye kategori yao. Kwa hiyo tuna kategori ya raundi nne hivi ambazo tutakuwa zinachezeka kuanzia leo mpaka Jumapili. Kwa hiyo ukiangalia siku ni nyingi, ni kwa sababu kuna kategori nyingi na kuna washiriki wengi sana. Kwa hiyo uwepo wa hicho kitu nafikiri ndio maana imesababisha tutumie muda mrefu kidogo ku, ku, ku, kuendesha haya mashindano. Kwa hiyo tunaanza leo Alhamis la lakini atapatika Jumapili mashindano haya. Wakati tuna mwanzo, tunapanga tulitarajia kuwa na wachezaji mia ishirini na nane na kuwa na vilabu visivyopungua kumi na sita lakini tupo kwenye tageti, sababu wachezaji huko mia moja ishirini na moja na klabu zipo kumi na mbili Kwa hiyo nafikiri, nafikiri tutakuwa na mchujo wa upande wa vilabu na pia na upande wa wachezaji mmoja mmoja. Malengo nafikiri ni kwanza ni kupata wachezaji ambao watakuwa nguli wa kuweza kuwakilisha nchi zetu kwenye mashindano mbalimbali. Tukumbuke, kadri mashindano yanavyozidi kwenda tunapata wachezaji krimu na wachezaji wapya. Kwa hiyo hata pale tunapofanya selection ya timu ya taifa tayari tunajua kuna wachezaji wako sehemu fulani na sehemu fulani wanaanza kutusaidia, kwa hiyo inakuwa rahisi kupata timu krimu ya kuweza kutusaidia kwenye mashindano yetu ya kimataifa.